Pia ziandaliwe na fursa za kuwapa mikopo bila ya riba, ili waweze kufanya hayo mambo. Wanaofikiria unaweza tukaambia mikopo bila ya riba inawezekanaje? Nchi zinazo hazina bwana za kufanya vitu hivyo, na zinapofanya hivyo, baadaye zitakusanya kodi kwa hao hao. Ni mikakati tu. Hata kama ni mitaji midogo midogo, wanaweza kufanyiwa hivyo na wakaweza kukomboka kuliko tukiwaacha wakachukuliwa na wimbi lolote. Yako mawimbi yanaweza kuwachukua, basi atawatoa kwenye ri, kwenye reli. Watu wahamasishwe uzinifu kwa namna yote, wahamasishwe kutokuwa na familia, wahamasishwe ushoga, wahamasishwe na mambo mengine na mengine. Mwenyezi Mungu atulinde na hali hiyo. Jabir bin Abdillahi al Ansari radiallahu anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Inna Allah lam yabathni muannitan mu wala mutaanita, Allah hakunituma mimi niwe mwenye kutia uzito watu wala kuwasababishia kupata uzito. Walakin baathani mualliman muyassira, lakini Allah amenituma mimi ni mwalimu ni mwalimu tena mwenye kufundisha kwa wepesi. Kwa maneno haya aliyosema mtume Napenda niwape habari njema wale wote walio na fani ya uwalimu, ambayo kwenye vita vita za kifikra ni katika fani iliyododesh iliyodogeshwa, hii imepuuzwa yani ikatiwatiwa maneno mpaka ikaonekana fani hii haina maana, hata mishahara yake ika ikafanywa sio sio, fani ya uwalimu ni fani iliyopondwapondwa pondwa, hivi yaani hata wanaosoma utasikia ah, nimekosa nime credit zangu basi, najiunga na niende kwenye uwalimu. Uwalimu hawausogezi kwenye akili. Ni kwa nini? Ni vita tu ya kifikra. Kwa hiyo napenda niwaambie wale wenye sifa ya uwalimu na waliopenda uwalimu, manabii walikuwa ni walimu. Hivi Allah awafanye manabii kuwa walimu halafu hiyo fani iwe sio nzuri hiyo fani ndio inaowatoa watu wote kwenye position zote walizo nazo. Popote alipofika mtu alipi, alipitia kwa mwalimu akamshika mkono tangu chekechea akampandisha, wakampandisha mpaka akafika alipofika, iweje fani ya ualimu jamani isiwe ni fani? Ni vita za kifikra tu. Kingine ndugu zangu, napenda niwakumbushe fani ya kuwa na dini tabia ya, ya kuishi kidini kidini, dini yani mtu mutadayin anaishi, anaonekana sura ya dini hii. Sura ya dini nayo imepigwa vita kifikra, dini yoyote huyu. Ah, bwana ajifaa sasa, ndo amekuwa ub... shehe, hajakuwa shehe, anaishi tu kinamna ambayo Mungu anataka ya kidini. Mwingine anajifaa amekuwa mlokole sana Yaani kuonekana anaishi kidini, tumepigwa vita kifikra kwamba ni tatizo. Jingine, mwanamke kuishi kwa sifa ya mama, mama nyumbani, mama imepigwa vita mpaka limekuwa ni tatizo, mwanamke akikosa ajira kusema mimi ni mama wa nyumbani. Kwa mfano, akiwa anajaza fomu fulani, anaona aibu kusema mama wa nyumbani mama wa nyumbani, fani yako aliyokupa Allah, kipaji alichokupa mlezi, ulielea umma mpaka ukawa umma. Watu wote waliofikia kufaulu walifikia kulelewa vizuri na mama zao. Leo hicho nacho kipaji cha kuwa mama kimepigwa vita kifikra, mpaka kinaonekana hakina maana. Mtu anaweza kusema akiulizwa kazi yako nini, basi anasema mkulima hana hata kibustani cha hatua mbili, lakini ameandika mkulima. Kuogopa kusema mama wa nyumbani, anaogopa. Ndugu zangu, napenda niwaambie hivi, niwakumbushe kwamba kukimbia hayo tumekimbia kwenye sehemu mbaya sana, tumekimbia sehemu nzuri tukajipeleka babaya. Maanake mtu kuogopa kuwa mwalimu wakati uwalimu ni wa kulea kuogopa sifa ya kuwa ni mtu wa dini, ndio sifa inayotakiwa kuongoza na wengine, unaishi unaonekana kwa vitendo. Kuogopa sifa ya kuwa mama, hizi ni mambo makubwa sana. Hebu watu waamke, ili hawa vijana wetu na wengine watakaozaliwa wafikie kupata vitu hivi. Walimu waangaliwe vizuri, ni nafasi nzuri sana hiyo ya kutengeneza umma, watizamwe kwa sura nzuri, wazungumzwe kwa lugha nzuri. Kila unapopata kumzungumza mwalimu, mzungumze vizuri. Mwalimu yoyote anayesomesha fani yoyote ni mtu mzuri sana katika jamii. Ndugu zangu, tuandae mazingira kwa vijana wetu waweze kuwa wanapata riziki zao za halali katika nafasi yoyote ile tuandae mazingira, kila mmoja aliyepata nafasi ya kusimamia tuandae mazingira, vijana wetu waweze kuwa na fikra ya mtu na mimi nitapata sehemu ya kuishi. Tuandae mazingira katika nchi yetu, kila mtu aliyepata nafasi ya kusimamia iwe gumzo. Tuandae mazingira, watu waweze kufunga ndoa na kuishi kwenye ndoa. Leo watu wanaishiishi tu hii fikra ya kwamba watu wakishaishi tu miaka mitatu minne, hiyo inahesabika ndoa, wakiishi mwaka inahesabika ndoa. Watu warudi wafunge ndoa, tuache fikra hizi, wahamasishwe ndoa, inawezekana. Mwenyezi Mungu atujalie kwani kusikia na kufuata ile mazuri. Nimalizie kwa mfano huu kwenye hotuba hii ya kwanza, kijana awe mwanamme au mwanamke, position yake alionayo nafasi yake ni kama vile nguvu yake aliyonayo ya aliyompa Allah. Fikiria petroli ikiwa itawekwa kwenye tenki vizuri, ikapitishwa kwenye zile pipe zake vizuri, mpaka ikafika kwenye sehemu ambayo moto ukiwashwa itakwenda kwenye piston vizuri, ujue chombo kitatembea, maanake nguvu imeshapatikana hapo ya kuzalisha chochote Safari itakwenda kama ni mashine ya kuzalisha kitu itafanya kazi, nguvu imepatikana. Huyu kijana yuko kama nguvu hiyo ya petroli. Petroli hii kama itawekwa kwenye tenki linavuja, paipu zinavuja, checho yoyote ya moto itakayotoka hapo, hilo ni bomu katika jamii. Ndio kijana alivyo, tukimjali huyu hii ni petroli, itapita kwenye sehemu sahihi, vyombo vitakwenda. Tukimtelekeza huyu akiwa anakuwa kuwa anavyotaka, ni bomu huyu katika jamii, anachukuliwa na mtu yoyote mbaya kwa fikra zake yeye anazozitaka, huwa haogopi kijana. Kwa hiyo, hebu tuwe makini, tuwaangalie vijana wetu kwa sura ile nzuri, ili wawe ni mustakbali mzuri katika jamii. Allah atujalie kuwa nyenye kusikia na kufuata hilo mazuri. Barakallahu lana bilqurani aladhim

tuitumie vizuri neema hii kuonyesha shukrani kwa Allah na kuonyesha shukurani ni matumizi mazuri ya kuonyesha utiifu kwa Allah subhanahu wataala, kama alivyosema Allah subhanahu wataala katika sura saba aya ya kumi na tatu: audhu billahi min shaitani rajim imalu ala dauda shukra wakhalilu min ibadihi ashakur. Aliwaambia watu wa Nabii Daud, fanyeni kazi watu wa Daudi kuonyesha shukurani na ni wachache wanaoonyesha shukurani katika waja wangu kwa hiyo vijana wetu tulionao kama tutawaelea vizuri tukaenda nao vizuri kuwapa kwa muongozo watafanya kazi wakifanya kazi watakuwa wameonyesha shukrani tukiwatelekeza wata, watacheza mikeka tu watakuwa kazi mkeka tu mkeka, mkeka mkeka mkeka mkeka kubeti tu hakuna kitu kingine akili zote ni kwenye kubeti wataandaliwa mapuli kila pahala watakuwa wanacheza mapuli kamari tu kamari tu ndio nguvu walionao hawa, kupata hela kwa namna yoyote. Lakini kama tukiwalea vizuri, hawa wote watafanya kazi, waandaliwe mazingira ya kuhamasishwa kwamba fursa zipo. Mwenyezi Mungu atujalie kwa nyenye kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma rda an ali nabiyina Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan